zo sura ya kumi na sita. Basi Salai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akaisikiliza sauti ya Sarai. Salai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake, baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka kumi, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba; naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abraham, ubaya ulionipata na uwe juu yako Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililojema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Aka, akanena nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mkono mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmaili, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako, naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye ya atakaa mbele yao ndugu zake. Akaliitia jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa bel la hai loi; tazama kiko katika Kadesh na Bered. Hajiri akamzalia Abrahamu mwana wa kiume. Abrahamu akamwita jina lake Ishmaili, yule mwanawe ambaye Hajiri alimzaa naye. Abrahamu alikuwa mtu wa miaka themanini na sita hapo Hajiri alipomzalia Abrahamu Ishmaili. Mwanzo sura ya kumi na saba. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, Mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, Mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni nchi yote ya Kanaani kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako: kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa Mtahiriwa nyama ya magovi yenu mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku nane atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe. Na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake naam, nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka akasema moyoni, Je, mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka tisini atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu lao kwamba Ishmaili angeishi mbele yako. Mungu akasema sivyo, lakini Sara mkeo atakuzaliwa, atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake, kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaili nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamwongeza sana sana atazaa masayidi kumi na na wawili, nami nitamfanya awe taifa kuu. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye akapanda kutoka kwa Ibrahimu. Ibrahimu akamtwaa Ishmaili mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote na watu wa nyumba ya Ibrahimu akawatahiri nyama ya magovi yao siku ile ile, kama Mungu alivyomwambia. Naye Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka tisini na kenda alipotahiriwa nyama ya govi lake, na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka kumi na mitatu alipotahiriwa nyama ya govi lake siku ile ile akatahiriwa Ibrahimu na Ishmaili mwanawe, na watu wote wa nyumba, nyumba yake, wazaliwa nyumbani na wanunuliwa kwa fedha katika mkono wa mgeni, wakatahiriwa pamoja naye. Mwanzo sura ya kumi na nane. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamle, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hali. Akainua macho yake, akaona na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake naye ya alipowaona, alipiga mbio kuwalaki kutoka kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi, akasema Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako, na yaletwe ya basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema, "Haya, fanya kama ulivyosema." Basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara akasema, himiza vipimo vitatu vya unga safi ukande, ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wang, wang'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa akawaandikia mbele yao akasimama karibu nao chini ya mti nao wakara wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Kisha watu hawa wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo, nitajua. Basi wale watu wakatoka huko, wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, Je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? huenda wakawapo wenye haki hamsini katika mji utaharibu? Wala hutauacha mji kwa ajili ya hao hamsini wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na mwovu, mwenye haki awe kama mwovu. Hasha! mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki hamsini mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapungua wakapunguka watano katika wale hamsini wenye haki, je, utaharibu mji wote wa kupungua watano? Akasema, sita uharibu nikiona humo arobaini na watano. Akazidi tena kusema naye akinena, huenda wakaonekana humo arobaini. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hawa arobaini. Akasema, Bwana asiwe na hasira nami nitasema huenda wakaonekana huko thelathini. Akasema sitafanya nikiona humo thelathini. Akasema tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko ishirini. Akasema sitaharibu kwa ajili. Akasema Bwana asiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko kumi. Akasema sitaharibu kwa ajili ya hao kumi. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Mwanzo sura ya 19. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Rutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwaraki, akainama kifudifudi, akasema, Bwana zangu, karibuni na wasihi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Akasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha Akawasii sana nao wakaja, wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote, wakamwita Rutu, wakamwambia je, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako kwa usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi, nawasihi ndugu zangu msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, nawasihi, nitawatolea nita wa, nita kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo mtu huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Rutu, Je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe wanao na binti zako na wowote ulionao katika mji, watoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana naye Bwana ametupeleka tupa haribu. Rutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa wali binti zake, akasema ondokeni, mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu, lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri, ndipo malaika wakamuhimiza Rutu wakisema, ondoka, mtwaya mkeo na binti zako wawili waliopo hapa usipotee katika maovu ya mji huu. Aka kawia kawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia wakamtoa na wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisi, usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usijwe kapotea. Lutu akawaambia aka, sivyo Bwana wangu, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbi, kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu hu karibu ni ukimbilie, nao ni mdogo nijiponye sasa huko, sio mdogo huu? Na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili kwamba sitauangamiza mji huu huo uliounena. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Rutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika mji miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona anatazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Swari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumuhifadhie baba yetu zao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka huyo mkubwa, akalala naye wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili Warutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa, wa, wa, wa Moabi hata leo. Yule mdogo naye akazaa mwana akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Amoni wa, wa hata leo. Mwanzo sura ya ishirini. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya Kusini akakaa kati ya Kadeshi na Shuri naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa, basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema e Bwana, je uwa hata taifa lenye haki? Je, hukuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? na mwanamke mwenyewe naye alisema huyu ni ndugu yangu? kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa, na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi; bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Abimeleki akaamka asubuhi na mapema akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao, nao watu hao wakaogopa sana. Kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu akamwambia umetutenda nini? Nimekukosa nini, hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapa hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Naye kweli ni ndugu yangu, bintu wa baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia hii ndio ndio fadhili yako utakayonifanyia kila mahali tuingi hapo, useme huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki akatoa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Naye akamwambia Sara, tazama nimempa ndugu yako fedha elfu itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe, nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana, maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae, kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu.